E, bwana kuna dada fulani ambaye anaitwa Margaret Nduta amekuwa akitendi sana hapa maeneo ya a, YouTube na maeneo ya TikTok iwe Instagram pia a, kwa kosa lake alilofanya la, alishikwa na madawa a, ya kulevya maeneo ya Vietnam kule. Nadhani habari hiyo itakuwa uko nayo mtazamaji, sababu nilikuwekea kwenye channel yangu ya Umbea Media TV, azidi kufuatilia matukio yetu, hasa mwanadada yule e, alishikwa na akiwa yupo na madawa ya kulevya eh, sababu ya, sababu yani ngoja niweze kueleza ndio, ili uweze kushika mita ama uweze kushika rada ama uweze kuelewa zaidi. Huyu dada alikuo yuko maeneo ya Kenya, ni dada anatokea maeneo ya Kenya. Sasa alikuwa anahitajika kwenda, alikuwa anahitajika kwenda Warabuni, lakini baada ya kuhitajika kwenda Warabuni ndege fulani inakuja inaitampeleka Vietnam. Unaona mtazamaji? E, mtazamaji hapa nataka nielewe vizuri yeye alikuwa anangoja ndege ya kwenda Warabuni. Lakini a, yule agent wake ambaye anampeleka Warabuni akamwambia kuna ndege ambayo inakuja na hiyo ndege itakuwa inaelekea Vietnam na kwenye hiyo ndege chukua laki mbili ya Kenya. E, mtazamajisia Tanzania akampatia laki mbili akamwambia, hii laki mbili shulituma kwenu washughulikie watoto, alafu wewe nifikishie huu mzigo. Sasa ule mzigo, kumbe mtazamaji ulikuwa uko na madawa ya kulevya eh, lakini huyu msichana yeye hakujua eh, hakujua akaulizwa, au mzigo ni wako. Sasa ndege ikaondoka pale Kenya, ikaelekea maeneo ya, ya Vietnam kule. Baada ya Vietnam, unajua mtazamaji eh, ukidanda ndege unasachiwa, na ukishuka pia wana search bagi lako one kama umebeba vitu vya kiuhalifu. Ile bagi ikashikwa, iko na madawa ya kulevya. Yule mwanadada akaulizwa bagi, bagi, hili bagi wewe dada ni lako? Na serikali ya Vietnam sasa ndani e, akamwambia hili bagi liko na madawa ya kulevya. Sasa huyu msichana hakuwa najua, sababu alipewa tu bagi na hakuangalia. Mtazamaji unaona sasa. Um, mambo ya kwenda pahali na huangalii kitu, kitu ambacho umekibeba huwa ni hatari sana. Sasa yule msichana mtazamaji aliweza kuwekwa ndani kwa mwaka mmoja sababu a, a, a, akiwa anapiga simu story ile like haijulikani, alipiga simu tu kwao e, like, baada ya nyanyake kupata yani, baada nyanyake kupata habari hizi akafariki sababu wali, alikuwa na mapresha. Sasa uh, mwanadada huyu akakaa jela mwaka mmoja. Unajua Vietnam mtazamaji, ukishikwa na madawa ya kulevya kokeini huwa uh, wao eh, adabu yao ni kifo moja kwa moja. Lakini yule kwa kuwa hakuwa raia wa Vietnam, alikuwa ni raia wa Kenya, raia wa Kenya, saa akawekwa jela mwaka mmoja, bado wanafuatilia kesi hadi juzi ndio imeweza uh, kesi ile imeweza kutrend kwenye mtandao, sababu watu walikuwa hawajui, hana simu kule, e, ana simu kubwa ya kutumia, alipoa tu simu ya polisi wale mapolisi aweze kupigia familia kwao. Sasa ikawa kesi haijulikani, lakini juzi tu ndo imeanza kutrend na ikaanza ikaweza kujulikana. Sasa hivi e, yupo maeneo e, ya Vietnam kule, amekamatwa e, anahitajika atatajika kuhukumiwa kifo e, kama hakuna jitihada zote zitakazochukuliwa hivi. Mtazamaji e, watu wanaotafutwa ni maent wa huyu mwanadada. Baada ya kuulizwa e, walimruka moja kwa moja, wasema sisi hatukumpatia mzigo kama huo, sisi tulijua tu anaenda kufanya kazi waraboni. Unaona mtazamaji, yani hii story iko na kizungumkuti, waliompatia mzigo sasa wamemruka wanasema kwamba uh, sio wao waliompatia mzigo, sababu waliona kwamba uh, hii kesi imeanza uh, kuwa ngumu. Lakini hawa watu wawili hawa waliompatia mzigo ni jamaa na, na, na mama na mbaba fulani. Hawa watu wawili ambao wakishikwa waki vizuri, wakipigwa uh, basi ama wakifinywa vizuri, wataelezea kile ambacho kiliwafanya kili waweze kumpatia bagi eh, la madawa ya kulevya huyu eh, mwana dada sababu hadi serikali yenyewe ya, ya Kenya inashindwa hayo madawa yalitoka wapi eh. Hicho ndio kitu wanajiuliza hayo madawa, itakuwa eh, yametoka uh, upande gani? Sasa hivi jitihada zinatakana zichukuliwe ili msana huyu asiweze kunyongwa, mtazamaji, sababu eh, inapofeli basi ataweza kunyongwa na atapewa chakula cha mwisho na mwisho wa siku watahukumiwa kifo kama kawaida ya Vietnam, mtazamaji Vietnam ni nchi ambayo ni ngumu na ni nchi yenye vita hadi unaona adhabu zake ni kali kali kama hizo. Na sio Vietnam tu, hadi Waarabuni mtazamaji ukishikwa na madawa kulevya, e, wao wananyongwa na hukumiwa kifo. E, nchi nyingine pia China ukishikwa na madawa kulevya, e, ni bora ushikwe na bangi kuliko madawa kulevya. Unajua, mtazamaji? Madawa kulevya yana kuharibu mwili kabisa kabisa, hata unaweza ukakufa kabisa. Ukishakula yani, hakuna kitu kingine unafikiria, yani unakonda mwili unakonda, unakosa nguvu, hadi una paralyze na unakufa kabisa. Sasa huwa yanaua, ndio maana unaona yanapigwa marufuku na yanakatazwa katika nchi mbalimbali mbali. Lakini bangi, bangi utakuwa tu akili imerukaruka ime ruka, lakini bado unakuwa bado uko active na afya yako unakuwa uko nayo E, lakini sijasema bangi ni nzuri mtazamaji, sijokanelewa vibaya. Sasa hivi e, huyu dada ni kumwombea tu, serikali ya Vietnam iweze kuongea na serikali ya Kenya waweze kuelewana kutendaje, sababu e, kama hawataelewana basi yule dada atazidi e, kunyongwa, yule dada atazidi kunyongwa na atapoteza maisha yake kule kule Vietnam. E bwana, Umbea Media TV ndio inakupa habari hizi, azidi kuzifuatilia nazidi kukwekea zingine kuhusiana na huyu mwanadada sababu kuna jambo lingine nasikia kwamba eh, kuna habari nzuri, anataka kurudi eh, kwao. Sijui kama ame ameshaokolewa lakini hiyo nakueleza kwa part 2. Zidi kufuatilia ah, matukio haya ah, subscribe Umbea Media TV.